Mm, lazima tuwe clear kabisa yeah. Mwingiliano wa bodi ya ligi, TFF, serikali, wakati mwingine tunamsikia mpaka level ya mawaziri. Hii changamoto hii inasababishwa nini? Ushabiki inasababishwa nini? Ligi ya Tanzania ni malalamiko tu, yaani Simba na Yanga zikicheza ni malalamiko tu, hatua zichukuliwi hakuna mwanamume anaweza akasimama akifika level ya uongozi akasema naenda kudili na uamuzi mbovu unaofanywa na hawa viongozi wanaopoa dhamana. Lakini juzi tumeona baadhi wanalalamikia uh, referees wa mechi ya fainali Simba na Barakani, lakini ukiangalia ligi ya Tanzania complaints nyingi ni kwa waamuzi. Wengine wanamungunyamungunya mungunya hivi wanafichaficha mm. kwa sababu ya wana interest zao binafsi, lakini mimi, mimi nazungumza si mpenzi tena wa kuangalia ligi ya Tanzania. Sitaki kujiudhi yeah. Yani sipendi kujikarahisha nataka mchezo fair, mshindi apatikane kwa yeah. njia halali kwa, tatizo ni nini? Nadhani na tukikaa kwenye ishu ya kuefficiate michezo ni malalamiko ya ulimwengu mzima. Hakuna, hakuna sehemu ambayo kuna ligi ambayo marefa hawalalamikiwi. Ubaya wa, wa ligi yetu, marefa wetu, sio kwamba wanalalamikiwa, marefa wetu ndio wanaoamua matokeo ya michezo. Yaani kila mchezo utakaochezwa, ukichezwa wa Yanga basi kama sio timu pinzani hiyo against ataambatanishwa mpaka mwekezaji, basi kama sio mwekezaji au mchezaji kwamba anaonekana amekula mlungula, basi itaonekana referee. Na tukienda mbali zaidi, kumekuwa na trendi yenye mwendelezo juzi. Nilikuwa namsikiliza uh, chuma cha, cha, cha Mjerumani akanifanya nimesesemka hivi kwa, kwa bahati mbaya, nilikuwa natazama marejeo ya Andre Onana, golkipa wa Manchester mm. Mechi kumi na mbili msimu huu amesababisha Manchester ikose matokeo, mchezaji huyu mmoja. Lakini chuma cha mjerumani ametaja mechi saba za Simba ambazo Simba amepatishwa matokeo kutokana na marefari. Sasa haiwezi ikawa ligi bora na kuingia kwenye chati au orodha ya ligi za Afrika bora, ukaiacha Afrika Kusini ikae juu. Tanzania kwangu mimi Justin Kessy haistahili, kwa sababu hakuna huo ubora. Kuna mipango bora, yani katika mipango kuifanya timu fulani ipate matokeo kweli tuna ubora ukizungumzia, kuzungumziwa, tunazungumziwa tunazungumziwa kwenye engo ipi? Ligi yetu inazungumziwa kote saa hii ulimwenguni kwa malalamiko, skendo, upuuzi, ujinga, kuanzia kwenye shirikisho, bodi ya ligi ambayo haina meno, haina fizi. Yani hata baadaye tusema baba, tukatafute mtaalamu apandikize meno ya bandia, hamna pa kuyaweka. Yaani bodi ya ligi, kile chombo ambacho ni wanachama wake ni hizi klabu ambazo zipo kwenye ligi yetu kumi na sita, si ndio Mkalaboko? Mkalaboko, hakuna uwezo wa bodi ya ligi kuamua jambo, kwa sababu kwanza kuna tabia ambayo tunaitumia hii nchi vibaya. Tanzania tumeumbwa kwenye mfumo wa busara, hekima, kwa sababu tuna utashi. Yani wewe Haji, utashi wako bro, unaamua tu, ah mi bwana Justin na Mkalaboko, unaamua oe, wanangu ni utashi wa mtu. Sasa sio utaratibu kupata urafiki au kuwafanya wawe wanao. Lazima kuwe na utaratibu. Utaratibu ni matukio machache ambayo yana faida kwa upande fulani, ndio utakuta bodi ya ligi inasema huu utaratibu lazima tuufuate. Lakini asilimia tisini wanaamrisha ubusara na hekima ifanywe kuwa utaratibu. Sasa kwangu mimi sio mtu ambaye naamini kuto kufuata katiba au kanuni au sheria au jambo limepangwa lifanyike hivi, tulifuate hivi. Marefa hawafuatishi sheria kumi na saba ili mtu apate matokeo uwanjani, marefa hawafuatishi. Bodi ya ligi haifuati kanuni ambazo wamejipangia wao wenyewe jinsi ya kuendesha ligi. TFF ndio baba. Baba anarudi anaona kaka mtu na wadogo zake hawaelewani, anasema hata hao wadogo zao wenyewe nao waenda azimu tu, kwa hiyo kaka yao na wao waenda azimu kwa si tuendelee kwa waenda azimu. Baba hawezi samani kakaaje jalala, hmm. Jalala ndio linalohifadhi uchafu, ukishaona kuku, mbwa, sijui mnyama gani wanakula jalalani, alafu ukasema mi napenda kuona haya matakataka yanaendelea kutumiwa jalalani, unafuga uchafu. TFF ushasema kama bodi ya ligi tuipangue, maana yake hawa viongozi nao wa hizi klabu nao wana machafu yao. Maanake wewe unakumbatia, una, una uchafu, ndio maana umetamka kauli yako, wakati una link hii story kwamba lini atatokea kiongozi aseme mimi naenda kupangua haya mambo ya hisia. Kwa sababu kaaji, kila mtu anahisia, lakini kuna muda lazima tuzungumzie uhalisia. Sasa nchi hii, mchambuzi au mwanahabari za michezo atakapozungumza uhalisia lile jambo la uhalisia likamfurahisha upande fulani, wewe unaonekana tayari, wewe ni mshabiki kama wao, sio mm. kweli, kwa sababu imepandikizwa na shirikisho na bodi ya ligi. Bodi ya ligi ingekuwa na meno makali mm. katika kuyatatua matatizo haya mm. kusingekuwa na tatizo. Changamoto hii tunaifanyaje? Ishaitafuna isha, isha nchi. Mpira wa Tanzania umetafunwa na maamuzi mabovu, ratiba za kubadilishwa, referees kama tunavyosema yani hii hi, imezidi hi changamoto na changamoto ni challenge, challenge eh, isaa ni tatizo sio changamoto kwanza yeah. Eh. Eh, ni urasimu eh, wa muundo wa kuwa na kitu kinaitwa kamati ya waamuzi hmm. Hakuna duniani kuna kitu kinaitwa kamati ya waamuzi. Ukishakuwa na nafrati, chama cha waamuzi kinasimama kwa ajili ya kusimamia mchakato wa waamuzi, namna wanavyopatikana, viwango vyao hmm. mafunzo yao hmm. makosa yao ndio kazi yao na wale inasimama kama taasisi inayojiendesha kama ilivyo bodi yeah, sure. Sisi hicho kitu hatuna mm. tuna frat chama cha waamuzi tuna kamati ya waamuzi yuko mwalimu wangu wa mduni mm. Ndio yuko pale. Sasa yeye huyu kamati wa waamuzi anaenda kuchuko, kuomba waamuzi kule frat anakuja kukaa naye hapo kwa anaangalia anaoamini yeye, tukumbuke ligi yetu inarushwa mm. Iko wazi, shida nazi hapo. Lakini pili, mafunzo yasioendana na viwango kwa waamuzi mm -hmm watu tunalalamika sisi, tulikuwa na waamuzi wanaofanana na Uingereza miaka ya 90 yeah. Ranki ile. Ile. Ranki ya 90 tisini rangi ya waamuzi wa Tanzania mm. tulikuwa na idadi ya waamuzi na beji za FIFA wengi kuliko waingereza Juma, aka hafidhali Juma, Lidevi ah. Joseph Mapunda, wako wanapishana Musa liyaunga au nakutajia magwiji Gwaza, hmm. Mapunda aaakini wana yeah. yeah. yeah. yeah. tunarudi sasa hivi. hawa waamuzi kwa nini? Kwanza ni kuhodhi madaraka ya frat yeah. yanayofanywa na, na TFF kupitia kamati ya waamuzi. Kwa hiyo hata kupanga matabaka ya waamuzi ni ngumu, kwa sababu TFF na bodi ya ligi ndio wana hizi ligi zote. Alafu waamuzi wako kwenye kwa palao marehemu keshawe kuchezesha mashindano ya dunia yeah. Under 20. Yeah. yeah. Sure, yani under 20 ya dunia muamuzi Mtanzania. Tena wakati huo nchi World Cup ya dunia inachezwa timu nane, sio timu 12, lakini Afrika ndo timu moja au mbili, amekwenda hafi dhali anachezesha mechi mpaka semi final Tanzania namna namna gani wanafanywa censorship yeah, ya ufanisi? Kwa sababu tunazungumza muamuzi anafanya makosa miezi mitatu akirudia iliyopita, tunayo shida kwa sababu ya urasimu. Okay, hivi ninavyokuambia kwa taarifa, hata frati wanalalamika, waamuzi hawa wanaochezesha mechi na sisi tunaoandaa vitu vile tofauti. Waamuzi sisi wanapatikana kwa rushwa ili wapangiwe mechi Toh waamuzi wanapatikana kwa upendeleo wa Afrika sisi ndio tunacho, lakini urasimu. Kwa nini kamati ya waamuzi haitaki kuachwa hivyo lakini mm. mafunzo mm. yanayoendana na ushindani uliopo? Unajua, waamuzi wetu sisi gemu yote ni intensity, utawajua shida za <laughs> wakati mwingine tuna walaumu, hawaendani na kasi. Ndio maana ukiondoa makosa yanayofanyika katika timu zingine ndogo <coughs> mechi zetu hizi za hizi timu kubwa intensity iko juu mm -hmm. Sasa mwamuzi na yeye akizidiwa na intensity, na mimi tu, kwa kuwa Simba ina pakome Yanga ina nani, basi mechi hii, mimi naamini hao wanashinda mechi kwa sababu ya nintesi, t, wanakwenda kufanya makosa mengine, tunaamini kabisa yani makosa ya viwango vya chini sure. Lakini tunalo tatizo lenyewe ambalo tuko nalo, tatizo la mpira wetu ni wa Tanzania wenyewe. Sasa hivi tunabariki makosa ya waamuzi mm. Haji, wewe unafuatilia, tumeshuhudia makosa ya waamuzi yamefanyika kwenye mechi zetu zote. Yakiwa ya Yanga, ukikosoa wewe umegombana na watu wa Yanga wote, yeah yakiwa ya Simba pambana na watu wa Simba wote, na watu wa Simba wengine wa ni viongozi, kwa kiongozi sio binadamu wakati mwingine, na tunaona viongozi wakubwa wanatushangaa ubinadamu wao hauondoki. Lakini hawa watu wanatoka wapi? Tumewatengeneza kwenye mpira wetu makosa hayalamgi, tumewatengeneza kwenye mpira wetu, makosa hatuyaoni kama yanatakiwa kurekebishwa. mm -hmm. Sasa hivi tumetengeneza kwenye mpira wetu sio waamuzi tu, mpaka fujo viwanjani tuzachukulia ushabiki. Sasa subiri yatokee maafa ndio utasikia anatoka waziri wa mambo ya ndani analalamika, lakini wakati atufanye proactive measure, vitu vinaanza huko kimya. Juzi tumeshuhudia vurugu zimetokea Zanzibar, kabla ya hapo tulishuhudia vurugu wanafanyiwa mashabiki wa Simba kati fulani mm. Sasa hivi tumeshuhudia fujo imefanyika KMC. Tushawahi kutoa ushauri bila kutoa ushauri, uwanja haja umekwenda Ulaya, umekwenda wapi, uwanja gani duniani mtu anataka chupa ya maji uwanja? Yani tusaidie kwenda Ulaya chupa ya maji sina ile sina sisi tunashindwa kupeleka tunasema, disposable chupa watu wakanywa, yeah, maji uwanjani mm, kwa sababu mechi na dakika 90 wataondoka yeah. Sisi tunaruhusu mm, watu wengine zawapa za maji uwanjani, tuna wataalamu wa usalama, tunaruhusu watu wanapigwa chupa za maji, hakuna hata mtu mmoja mwenye kufikiri chupa za maji zifanyike uwanjani mm. Unauliza mko shughulenza, rafiki yangu Karim Boymanda na zungumzana bwana, vipi hizi vurugu zinazoendelea? Tunatoa elimu kwa nani? Hakuna elimu ya mpira ukaitoa kwa timu wakati mashabiki ni sehemu ya mpira mm, true sasa hizi ndio shida zetu. Waamuzi wetu sisi ukiangalia, shida ziko nyingi, rushwa, elimu wanazopewa hazitoshi. Bodi ya ligi pamoja na kamati ya wamuzi wamehodhi mamlaka ya flat mm -hmm. haiko huru ukienda hata kama hata chama cha makocha kimehodhiwa. Ukiangalia sasa hivi namna wanavyopatikana maditi mm -hmm. wa mpira wetu mm -hmm. kabineti ya DT kazungukwa na nani? Tuko na watu wakina Mezekayuni hapa ndio waasisi wa coaching courses nyingi za mifumo ya zamani. Of course, wakina Oscar wanafanya kazi kubwa lakini hazitafsiriki kwa vitendo, kwa sababu swala hili limekuwa liko kama ni jambo la watu fulani mm, kwa mpira huu wakati mwingine uangaliwe katika upana. Mimi nakuuliza, tunaiona midaharo ya kushirikisha vyama vya siasa siasasna nchi hii, unafaika midaharo wa wadau wa mpira ngumu? hmm. tulifanya sisi zamani wakati tulipokuwa tunafanya revolution ya kuhakisha Tenga nakuja kuwa rais wa okay. facts. Tukaunda kundi la, wa, eh, kundi la waandishi, tukakubaliana lazima Tenga awe rais mm -hmm. Lakini tukawashirikisha wachezaji wa zamani waliocheza na kina Tenga mm -hmm. Tukafanya mdahalo pale Msimbazi Center tukamwita Jenerali Ulimwengu mm -hmm. Akawa kama mwenyekiti eh, na wadau wakatoa mawazo yao, mabadiliko ya katiba, tukazunguka nchi nzima kueleza mabadiliko ya katiba hiyo, mwaka elfu mbili na tatu elfu mbili na nne okay. Uh, ndio elfu mbili na tatu elfu mbili na nne Tenga akaingia akafanikiwa, kwa msaada mkubwa wa wadau na serikali ikatusapoti mm. Akashinda mm. Alichokifanya Tenga ha, ha, haya yote haya yanayotokea sasahivi, brother, yee ndo alichora ramani, alicho ramani, kuanzia muundo wa shirikisho lenyewe na jina lake ilikuwa ilikuwa itwa FAT yeah. Structure yote hii hizi kamati sijui za waamuzi kamati za maadili zamani pale FAT, ndugu yangu, sisi bado waandishi, ofisi ni mbili ya sekretari na ya katibu mkuu, kichumba tu kama hapa mpaka hapa. Katibu mkuu katio uragi, baadaye wambura na sekretari wake dada yangu mmoja alikuwa aitwa Aziza pale, ndo amekaa hapo basi upande wa kule kuna store mm -hmm. Bas, Tenga akaja akaifanya ile kuwa institution. Leo asijisifu mtu aliyeifanya vile, sio Malinzi, sio Karia, ni Lady Gachila. Tenga Four years katengeneza institution kubwa structure, na haya malalamiko sasa hivi sio kwamba hakuwepo malalamiko, lakini siyo ya level hii. Yeah. Hii revo hii sasa imepitiliza. Biashara imekuwa eh, kubwa sana ya ku... eh. kwa hiyo kwa kwa kwa kwa kwa tuna, tuna, tuna, tuna kitu eh, mimi nakubali mm. katika kipindi hiki mpira ume timu ya taifa inakwenda AFCON sana timu zetu za vijana zinafuzu, timu za wanawake klabu zinafika tu Afrika, Afrika. Yeah. Uh, um, um, um. Afrika um. fainali unajua um. structure ya yes, sasa hivi ndugu zangu na nyinyi mtusaidie kuwaambia watu nah. watu wengi hawajui hmm. Leo Afcon inashirikisha nchi ngapi? Ishi, nchi kukules, zote za Afrika yeah. ziko hamsini na nne ambapo wanachama wanaoshiriki wanakuwa kati ya hamsini mpaka hamsini na mbili hmm. kwa hiyo almost nusu ya nchi hmm ndio zinazokwenda AFCON, nusu nyingine zaba miaka ile ya zamani <laughs> ambayo watu wanalaumiwa viongozi wa zamani kwa kushindwa